Kwani nini kinaendelea? Hapana, ni lazima tuende kwa mchungaji. Tunaendelea na sehemu ya tatu tulipoishia. Hassan alipofika hospitalini alimkuta mke wake akiwa amesimama nje ya wodi, macho yakiwa mekundu, mwili ukitetemeka kama mtu aliyeguswa na jambo lisilo la kawaida. Alipomkaribia alimuuliza kwa haraka, mke wangu, kuna nini? Tina alimweleza huku sauti yake ikitetemeka, nilirudi kumwangalia Agle, lakini kitanda kilikuwa tupu, hakuwapo. Nilitoka mbio kuitafuta nesi ila niliporudi ndani he, nilimkuta tena pale kitandani. Hassan, siwezi kueleza he, lakini siyo yule yule. Macho yake ni kama hayakuwa ya binadamu wa kawaida. Maneno yale yalimpiga Hassan kama radi. Hakumweleza Tina kile alichokiona awali, sura ile ya kutisha kwenye kioo cha gari, macho mekundu kama makaa ya moto yalivyomtazama Agle kwa tamaa ya kifo, alijua hili halikuwa jambo la kawaida. Kulikuwa na nguvu za giza zilizomzingira mtoto yule. Mara kama sauti kutoka mbinguni, wazo likamjia akilini: aende kanisani, akaombewe. Alimgeukia tena na kumwambia, hili si jambo la kawaida. Tina kwa unyenyekevu na uoga uliochanganyika na matumaini alikubali. Wakamuaga daktari kwa heshima, wakisema wangerejea muda si mrefu, kisha wakatoka kwa haraka, wakapanda gari na kuelekea moja kwa moja kanisani. Walipofika walimkuta mchungaji akiwa madhabahuni akiwa ameinama kwa maombi marefu na ya nguvu. Hakuwahitaji kueleza mengi. Alipowaona tu alisimama ghafla, macho yake yakiwa makini kana kwamba tayari alikuwa ameonyeshwa yote katika roho. Karibuni mbele, alisema kwa sauti tulivu lakini ya mamlaka, Bwana ameninenea, maisha yenu yapo hatarini. Maina alimtazama Tina, macho yao yakakutana na kuelewana kimya kimya. Kisha akasimulia kwa undani kila kilichotokea tangu walipompata Agle. Mchungaji alisikiliza kwa makini kisha akasema kwa uzito mkubwa, iwapo mtaamua kumchukua Agle na kumsafirisha katika hali aliyonayo sasa, ajali itawatokea. Kuna nguvu za giza zinazomfuata, lakini msihofu. Mungu anaweza. Aliwapa matumaini, lakini pia akawaambia wazi kuwa safari hii itahitaji imani, maombi na vita vya kiroho. Bila kusita alichukua Biblia yake takatifu na chupa ndogo ya mafuta ya upako. E, naye hospitalini alisema. Walipofika hospitalini kwa mara nyingine, waliingia taratibu ndani ya wodi. Agle alikuwa amelala kimya kama asiye na hatia, lakini wachache walijua kilichojificha ndani ya utulivu huo. Mchungaji alimsogelea, akainama na kuanza kuomba kwa sauti ya upole, lakini yenye mamlaka ya rohoni Aliinua mafuta ya upako na kumwaga kidogo kwenye kichwa cha Agle, akitamka maneno ya maombi. Mara upepo mkali ulipita ndani ya wodi, bila dirisha kufunguliwa, bila mlango kuguswa, vyombo vikagonga, pazia likavuma, taa zikatikisika. Kisha ghafla e, eh. Agle akafumbua macho, akavuta pumzi kubwa, na akakaa kitako kama mtu aliyeamka kutoka usingizi mrefu wa mauti. Juliana Nesi aliyekuwa karibu alishikwa na mshangao. Alishika kinywa kwa mikono yote miwili, macho yakiwa wazi kama mtu aliyeona mzimu. Tina alilia, Hassan alishika magoti, walijua huu ulikuwa muujiza. Maina hakuchelewa. Alilipa gharama yote ya hospitali papo hapo, akahakikisha Agle anatoka salama. Kisha wakachukua hatua ya pili, kumtafuta mama wa Agle, bila kujua watamtafutia wapi au atapatikana vipi, lakini walijua hawapo peke yao tena. Mchungaji aliwaahidi, nitakwenda nanyi, hii si safari ya kawaida, tutapigana pamoja mpaka ukweli wote ujulikane. Wakajua katika mioyo yao kuwa safari ya kipekee ilikuwa imeanza, safari ya kukutana uso kwa uso na mizizi ya giza ili mwanga wa kweli uweze kuangaza. Maina alinyanyua shoka kwa mikono yote miwili, jasho likimtoka, uso wake umejaa hasira na dhamira. Aliushika mpini kwa nguvu na kupiga hatua tatu mbele kuelekea kwenye shina la ule mti wa kale. Mti ambao kwa miaka mingi ulizungukwa na hofu, uvumi na siri nzito zisizoeleweka. Watu walikuwa wakisema kuwa ndani yake kuna nguvu za giza, mizimu ya kale na roho za waliotoweka. Lakini Maina hakutaka kusikia hayo. Moyo wake ulikuwa umejaa uchungu na hasira kwa sababu ya yale yaliyokuwa yakimkumba mwanawe Agle na sasa yeye mwenyewe. Alitaka kukata huo mti, au malize, au futilie mbali na historia ya familia yao. Aliponyanyua shoka kwa mara ya kwanza, Juliana na mama yake walikuwa wamebaki nyuma wakimtazama kwa hofu na maombi moyoni. Waliogopa lakini walinyamaza eh? Kwani walijua hakuna wa kumzuia Maina. Shoka lilipiga ule mti kwa kishindo kizito ikita. Sauti iliyoamsha upepo wa ghafla na hewa ikabadilika ghafla kuwa nzito na baridi. Lakini Maina hakuacha. Aliendelea kupiga tena. Na tena. Kila pigo likiwa kama changamoto kwa nguvu zilizokuwa zimejificha ndani ya huo mti. Lakini kabla hajapiga tena, kulitokea ghafla denge kubwa lenye rangi nyeusi ya giza la usiku. Mabawa yake makubwa yakikata upepo kwa kishindo. Lilifoka kwa sauti ya kuzimu, na kabla yeyote hajachukua hatua, liliangukia maina kwa kasi ya radi, likamkamata maina kichwani na kumbwaga chini kwa nguvu ya kutisha. Maina! Juliana alipiga kelele kwa sauti ya maumivu, miguu ikimlegea. Mama yake maina alishika kichwa kwa mikono miwili, macho yake akiwa wazi kwa hofu, akitazama kwa mshtuko usio na kifani. Maina alitua chini kwa kishindo, mgongo wake ukigonga ardhi, na muda mfupi baadaye damu ikaanza kuchuruzika kutoka kwenye pua na mdomo wake. Alikaa kimya, bila hata mkoromo, bila hata kupumua. Mwili wake ulikuwa kama gogo baridi uliotulia bila dalili ya uhai. Juliana alikimbia hadi alipoanguka, akapiga magoti pembeni yake, akamshika kwa mikono yote miwili. Maina, Maina, Maina, Maina, Maina, Ewe Mungu, Maina, usichukue mume wangu Maina, Maina. Kilio chake kilikuwa cha kutoka Maina, moyoni Maina, kilio cha mwanamke anayevunjika ndani kwa uchungu. Mama yake Maina alipiga kelele kwa sauti ya mwanamke aliyefiwa, mwanangu Maina, usiniondoke Maina, nakuomba. Akampapasa usoni, akajaribu kuusikiliza moyo wake, hakukuwa na chochote hakukuwa na pumzi. Maina alikuwa kimya, baridi kama jiwe. Juliana akasema kwa haraka, tafadhali, je, kuna mchungaji yeyote anaweza kuja kumwombea? Lakini mama yake alitikisa kichwa taratibu, machozi yakitiririka usoni mwake. Tulijaribu mwanangu, e, wachungaji walikuja wakajaribu, wengine waliugua, wengine walikimbia. Hakuna anayeweza kushinda hili. Huu ni mzizi wa giza, laana ya damu. Wakamwinua Maina kwa taabu, wakambeba kwa pamoja mpaka nyumbani. Kila hatua waliochukua ilionekana ndefu na nzito. Ilikuwa kama kubeba mwili wa mtu aliyechukuliwa na mizimu, mtu aliyepotea katikati ya dunia ya kawaida na ile ya giza. Walipomlaza nyumbani, Juliana alikaa pembeni ya kitanda, akamshika mkono wake wa baridi, akamlilia kimoyomoyo. Hofu ya kumpoteza mume wake ilimtafuna rohoni. Alihisi akivunjika vipande vipande. Mbele yake alikuwa mume wake mpendwa, lakini kimya chake kilizungumza zaidi ya maelfu ya maneno. Hassan walitoka hospitalini wakiandamana na Mchungaji Tina na Agle. Walipita kwa ile hospitali ya kwanza aliyompeleka Agle mara ya kwanza, walimpata nesi, na kwa kuwa nesi alimfahamu Hassan, alimuuliza kama wazazi wa Agle walikuja kumtafuta. Kwa bahati nzuri, mwalimu alikuwa ameacha namba ya simu. Walipewa namba na yule nesi na kuwasiliana naye. Aliwaeleza kwamba yupo shuleni na kuwa wafike wamchukue, ili waende wakampeleke Agle kwa wazazi wake. Bila kupoteza muda, Hassan na wenzake walielekea shuleni walikoelekezwa na mwalimu. Walipofika, Agle alimkimbilia mwalimu kwa shangwe, macho yakiwa na furaha ya ajabu. Mwalimu alimkumbatia Agle na kisha akapiga simu ya Juliana, lakini kwa bahati mbaya, alikumbuka kuwa Juliana alipoteza simu yake siku ya tukio. Hawakuweza kuwasiliana naye. Waliandamana wote: mwalimu, Hassan, mchungaji Tina na Agle. Safari ilikuwa ya kimya na yenye mshikamano wa maombi. Walipofika nyumbani kwao, walimpata mlango umefungwa. Walipouliza majirani, waliambiwa kuwa Maina na Juliana walikwenda kijijini kushughulikia mtoto wao. Hassan aliposikia hivyo, alipatwa na huzuni kubwa moyoni, hofu ikamtanda. Je, bado Maina yu hai? Mchungaji kwa ghafla alipata ujumbe rohoni kwamba aende kijijini akamwokoe Maina bila kuchelewa. Waliambiwa kuwa kijiji cha Maina kiko umbali wa masaa manne pekee. Mwalimu alirudi shuleni, lakini waliandamana Hassan, mchungaji Tina na Agle. Baada ya masaa matatu ya safari ya maombi, gari jeupe lilitia magurudumu kijijini. Lilipoingia nyumbani liliingia kwa utaratibu mkubwa. Liliposimama kando ya nyumba ya matope, macho ya kila mmoja yalitua kwenye kivuli cha mwanamume aliyelala kichakani. Maina alikuwa amelala kichakani, mke wake Juliana akiwa karibu naye akilia kwa uchungu, huku akishika kichwa cha mumewe mikononi. Maji ya macho yalimtoka bila kipimo, akipiga mayowe ya uchungu. Hassan aliteremka haraka akamsogelea mama yake Maina. Mama, hujambo? alimuuliza kwa heshima. Mama alitazama Hassan kwa macho yaliyojaa simanzi na uchovu. Sijambo mwanangu, tulikuwa tunamtafuta Maina. Hapa ndipo nyumbani kwake, sivyo? Ndiyo, mama alijibu kwa sauti ya chini. Kabla hata mazungumzo kuendelea zaidi, mlango wa gari ulifunguliwa. Agle alishuka taratibu. Juliana alipomwona, macho yake yalipanuka, moyo wake ukapiga kwa nguvu. Bila kufikiria mara mbili, alimkimbilia Agle kwa shangwe, akalia kwa furaha na kumkumbatia kwa nguvu kana kwamba asingetaka kumwachia tena. Agle, mwanangu, wewe kweli ni hai. Mungu wangu, alihema kwa furaha na mshangao. Hassan alisimama kando akitazama kwa mshangao. Tina alilowa machozi ya furaha. Waliona mkono wa Mungu katika tukio hilo. Mchungaji alisogea polepole pole karibu na mama ya Maina. Mama alizungumza kwa sauti ya upole lakini thabiti, Mungu amenionyesha kuna jambo baya hapa, kuna nguvu za giza zinamwangamiza kijana wako Maina. Mama alinyamaza kwa muda kisha akaanza kueleza kilichotokea kwa sauti ya kutetemeka. Maina alirusha shoka kukata mti, lakini kabla hata shoka halijafika denge mkubwa alitokea, alimkamata Maina na kumwangusha chini. Maina hakusema kitu tena, amekuwa kimya tangu asubuhi. E, damu ilianza kutoka polepole puani na masikioni. Tumempeleka kwa waganga na wachawi, lakini hakuna msaada. Mchungaji alikazia macho yake kwa bidii. ni lazima twende tuonyeshe huo mti. Walifunga safari mara moja, mchungaji alibeba mafuta ya upako na Biblia yake. Walipofika pale, mama alisimama mbali kwa hofu. Mchungaji alitembea kwa ujasiri kuelekea mti huo, alimimina mafuta chini ya mti, akainua Biblia juu na kuanza kuomba kwa sauti ya mamlaka. E Baba wa mbinguni, moto wa Roho Mtakatifu ushuke sasa juu ya mti huu, kila roho ya giza, every demonic altar fire! Ghafla yule denge mkubwa alitokea kwa kishindo kutoka kwenye kivuli cha mti akamrukia mchungaji, lakini kabla hajamfikia alianguka chini kwa kishindo, akatetemeka na kufa papo hapo. Mti ulianza kutetemeka kwa nguvu, matawi yakaanza kupasuka, mizizi ikang'oka, na mara mti mzima ukaanguka kwa kishindo kikubwa, ukavunjika vipande vipande, kana kwamba ulikuwa umetengenezwa kwa chupa. Hassan alisimama ameduaa, macho yake yalitazama kwa mshangao miujiza hiyo. Tina alishika kinywa chake, akatambua kuwa nguvu ya Mungu ilikuwa mahali pale. Waliporudi nyumbani walimpata Maina ameamka, alikuwa mzima kabisa. Juliana alimkimbilia mumewe, wakakumbatiana kwa nguvu, huku wakilia kwa furaha. "Maina mume wangu, umerudi!" alilia kwa sauti. Mchungaji aliomba sala fupi ya shukrani, "Asante Baba maana umefunua nguvu zako na kumwokoa mwanao." Siku hiyo walifunga safari ya kurudi mjini. Lakini tangu siku hiyo familia ya Maina na Hassan wakawa marafiki wa karibu tena, walikuwa wakifanya ibada pamoja, wakatembea pamoja kiroho na kimwili. Hassan ambaye alikuwa ameishi na huzuni moyoni kwa miaka mingi alibarikiwa na mtoto wa kiume baada ya kungoja miaka kumi na mbili, mtoto wa ahadi. Machozi yake ya maumivu yalibadilika kuwa machozi ya furaha na jina la Mungu likatukuzwa. Mwisho wa hadithi hii. Asante sana kwa kutazama. Tupatane tena kwenye hadithi nyingine.